Salam alaikum. Kwa vile tuko siku za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutajibu maswali kadhaa kwa pamoja. Ya kwanza e, mama amefunga, alafu kwa bahati mbaya siku zake zikafika na imebaki dakika kumi ama hata nusu saa ndio adhana ya magharibi ifike, hiyo saumu ya hiyo siku inakuwa haijakamilika, inabidi ailipe ila kwa sababu amefunga, Mwenyezi Mungu anamhesabia kwamba hiyo siku ndio amepata thawabu yake, lakini anabaki kwamba anatakiwa kulipa siku nyingine, na hiyo pia ni fadhila kwake kwamba bado atakuwa na ha, nini, eh, bahati ya kufunga siku nyingine na kukua katika kukua mgeni wa Mwenyezi Mungu. Kitu kingine mwanamke akiwa katika siku zake haruhusiwi kusoma Qurani zaidi ya aya hamsini hiyo ndio sharti ambayo wamewekewa. Ndio ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wanapenda kusoma Qur'ani lakini katika hali hiyo hauruhusiwi kusoma zaidi ya aya hamsini, na mwanaume ambaye ako katika hali ya janaba haruhusiwi kusoma zaidi ya aya saba kwa sababu hayuko katika hali ya tahara. Na vile vile mtu ambaye ako katika hali ya janaba na mwanamke ambaye ako katika siku zake haruhusiwi kugusa maandishi ya Qurani. Haruhusiwi kugusa maandishi ya Qurani. Na vile vile, kama unataka kusoma Qurani, kama unataka kusoma Qurani, lazima ukuwe na udhu, ili uweze kugusa maandishi ya Qurani. Tumesema kwamba mwanamke haruhusiwi kusoma zaidi ya aya ya Qurani, lakini kama Qurani imewekwa hapo, ni sauti inasoma, anaweza akasikiliza Qurani hata kama ni juzu mzima. Baraka ya kusikiliza ni tofauti na hukumu yake pia ni tofauti na kuisoma yeye mwenyewe Qurani tukufu. Wasalamu alaikum.